saba nane mbili saba sufuri tano saba sufuri tano. Karibu ni kujuze nilionayo siku ya leo. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameitetea idara ya polisi iliyodaiwa kubana taarifa kuhusu kifo cha afisa Benedict Kabiru aliyetoweka nchini Haiti kwenye operesheni ya kiusalama inayoongozwa na maafisa wa Kenya. Murkomen amebaini kuwa idara ya polisi ilinuia kufahamisha familia ya afisa huyo na Wakenya kwa ujumla kuhusu kifo hicho, ila muda ulitofautiana na ikawa Rais William Ruto amezungumzia hayo kabla ya familia kufahamishwa kuhusu kifo hicho. James Mwangi na taarifa hiyo. Baada ya Rais William Ruto kutangaza kifo cha afisa Benedict Kabiru ambaye hapo awali alidaiwa kuwa bado ametoweka, taarifa hizo zikiibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya wakikashifu kutolewa kwa taarifa hizo kabla ya familia ya Kabiru kujulishwa. <coughs> Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amejitokeza na kuitetea idara ya polisi akidai kuwa tayari idara hiyo ilipanga kuwajulisha wanafamilia kuhusu kifo cha jamaa yao, ila muda ndio ulitofautiana, na taarifa hizo zikapeperushwa kwa umma kabla ya familia kujulishwa. Uh, went public before his family family. family. was was was visited. Uh, when that that news was confirmed, the the, the the the the the the, the National Police Service dispatched a team to, the to, to visit the family. But the synchronization of time time uh, uh, made it uh, such that by the time the president was making the statement, I think the, our officers have not reached the family. Murkomen akiweka wazi kuwa kufikia sasa tayari familia imejulishwa rasmi kuhusu kifo hicho. Huku Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja akitarajiwa kutoa taarifa yenye maelezo zaidi kuhusu kifo hicho. Uh, Kabiru aidha in in akilejelea tukio la kukejeliwa kwa bendera ya Kenya, Murkomen amebaini kuwa tukio hilo haliathiri kwa njia yoyote uhusiano wa Kenya na Somalia, akiweka wazi kuwa waliohusika katika tukio hilo watachukuliwa hatua kibinafsi. Ningependa kusisitiza ya kwamba hiyo jambo sio kati ya Kenya na Somalia. Hiyo ni jambo ya kati ya authorities ya Kenya na Wakenya, na wenye wamekosea, au wawili watatu, ni hao binafsi na watachukuliwa hatua ya kisheria kibinafsi. Haikuwa serikali ya Somalia, na haikuwa watu wote wa Somalia. Amezungumza haya katika ziara yake ya kiusalama kaunti ya Garissa ambapo ameeleza baadhi ya mikakati iliyowekwa na serikali kuimarisha usalama mipakani pamoja na kukabiliana na magenge ambayo yameendelea kuangaisha wananchi maeneo hayo. Uh, as we continue assessing our security capabilities. James Mwangi, Undugu TV.